Mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani hapa Tanzania, wanawake watatu walijitokeza kuwania kiti cha urais. Wakati huo Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania wa sasa hivi, yeye alikuwa ni mgombea mwenza katika Chama cha Mapinduzi sambamba na hayati Dr John Pombe Magufuli. Mwaka huu kuelekea katika uchaguzi mkuu nafasi ya wanawake ikoje? Queen Sendiga alikuwepo na marehemu Anna Mghwira pamoja na nani? Kuna yule mama mwingine aha, Cecilia ya Agostino hmm. Watatu wale ndio uchaguzi uliopita walikuwa katika. Hapa karibu sana, Hance kutoka TGNP, nashukuru sana sana hmm. Nyinyi kama TGNP, tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu, unafikiri lile joto lile ile hali ya wanawake kutaka kushika madaraka kwa kuchaguliwa na watu pale kwenu nyinyi TGNP na mambo namna mnavyoyaona sasa hivi, tuko mwezi wa Juni huu, tunaelekea mwezi Oktoba, likoje joto hilo? Uh, joto liko juu na niseme kwamba kadri siku zinavyoenda mabadiliko yanatokea. Tunaona mwitikio na nguvu ya wanawake wakiwa wanatamani kushiriki kwenye uchaguzi au wakiwa wakitaka na kuchukua nafasi kubwa za maamuzi sababu TGNP pia tunaamini kwamba e, nafasi za juu kama udiwani, ubunge na urais ndio sehemu kubwa ambayo inafanya maamuzi ya rasilimali, namna ambavyo zinaweza kutumika. Lakini hata ule mgawanyo ulio sawa unakwenda kwenye maeneo hayo, ndio asilimia kubwa tunafanyia maamuzi hapo. Kwa hiyo uwepo wa nafasi au sauti za wanawake kwenye hili eneo utasaidia kuleta maendeleo endelevu ukiwa unaangalia pande zote kwa maana mtazamo wa kijinsia Balkis. Mm, mwanzo ulituambia tayari chama cha Mapinduzi kimeshamtangaza Dokta Samia Suluhu Hassan kwamba atapeperusha bendera mm, lakini umesema pia ACT Wazalendo mm, na wenyewe tayari wameshataja mgombea wao wa urais katika uchaguzi mkuu atakuwa ni mwanamama unadhani mimi tena e, yani, unadhani una lipi la kuwauliza TGNP wakati huu, baada ya hayo majina mawili? Kwanza kabisa kuwa tayari amesha... nilikuwa nataka kuhakika na jina la tatu hapa ah. Ehe, nashindwa kupata hizo taarifa rasmi lakini mm. kuna chama ambacho tayari kimetangaza mgombea okay. uh, ukiacha ha, yani, yes, lak, ya, lakini kuna vyama vingine ambavyo tayari vimetangaza wagombea wakiwa ni wanaume kama sijui e, NCCR Mageuzi, NLD e, pengine pia kutakuja kuwa na mabadiliko ah. kutokana na kuungana kwa vyama e, hivi vidogo vidogo. Balkis, naomba uniwie radhi, nimetamka Chadema lakini wenyewe kumbe tayari walishajiondoa teknikali kwenye uchaguzi mkuu. Pengine inaweza isiwe hivyo pia kwa mambo ambayo yapo e, na yanaendelea mm -hmm. lakini mwitikio upo na tumeuona hasa kwa nafasi za juu za uongozi e, wagombea watatu katika nafasi uh, ya kiti cha urais kwa mwaka uh, wa uchaguzi uliopita elfu mbili na ishirini mm. Wagombea watatu nao mpaka sasa uh, kwenye uchaguzi huu wa elfu mbili na ishirini na tano lakini tumeona pia mwamko na utekelezaji wa majukumu wa viongozi wanawake ambao wako katika nafasi kubwa za uongozi. Unadhani nguvu kubwa ibaki huku kupata viongozi wanawake au ibaki huku chini katika kushiriki uchaguzi? Mm, mimi niseme uongozi kwenye harakati za kutafuta viongozi mm. ni swala la tapo, naposema tapo ni swala la network. yeah. Yaani chini na juu washirikiani kwa sababu hatuwezi mm. kumpata rais kama hakuna wapiga kura na wapiga kura ni watu ambao wako chini. Kwa hiyo ni, ni, ni swala ambalo linahusu jamii yote mm. kwa hiyo wanawake kwanza wajue wa, wa, wa, wa kwamba tunataka kufanya nini, lakini ambacho nina imani kwa kiasi kikubwa wanajua, kwa sababu elimu imetolewa na watu wanajua, na ndio maana hata hao wanawake watatu wamejitokeza, nataka kuombea mm. lakini nirudi kwenye swala zima la upigaji wa kura, ukiangalia kwenye sensa ya, ya, ya mwaka eh, iliyopita kwamba wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume kwenye nchi yetu mm. lakini pia ukiangalia kwenye nadharia ya kawaida, wapiga kura ni wengi zaidi wanawake kuliko wanaume. <totipad> hii ituonyeshe hi, hi, uh, kwa vitendo sasa. Wanawake waseme sisi ndio wapiga kura na wanawake wenzetu wako pale, basi tuonyeshe uwezo wetu, lakini simaanishi kwamba kwa sababu ni wanawake basi walete mwanamke ambaye ni mwanamke tu, lakini tunataka mwanamke ambaye atabeba ajenda za wanawake, lakini atabeba ajenda za taifa, atabeba masilahi mapana ya walio wengi mm. Hayo ndio macho yangu na ndio macho ya TGNP. Bila shaka Rais wa sasa Dr. Samia Suluhu Hassan mm. Katika hii nukta uliokuwa unaizungumza, unadhani yeye na baadhi ya viongozi wengine ambao labda wako katika ngazi ya uwaziri, wengine wapo katika ngazi za, za, za uongozi wa kimikoa katika maana ya wakuu wa mikoa ama wilaya, wanawake, unadhani wenyewe wameonyesha taswira kwamba wanawake wakipewa nafasi za uongozi kweli wanaweza kulipeleka taifa mbele? Nashukuru kwa swali hilo, lakini kabla sijalijibu nataka nitengeneze uwanda mpana kidogo wa kuelewa. hmm. tunaposema wanawake tukumbuke kwamba wanawake ni wale ambao wamelelewa na kukuzwa katika mfumo ambao upo ambao ni mfumo dume tayari. Kwa anaweza kawa ni mwanamke lakini amekuzwa na mfumo dume na pengine asielewe nafasi aliyokuwa nayo katika kutumika kwake. Hiyo inamaanisha nini? Siwezi kusema wameonyesha kwa asilimia mia, mia kwamba yaani wamefanya vizuri lakini siwezi kusema wamefanya vibaya, kwa sababu nimeona wakifanya vizuri. Na kwa kumnukuu um, Hayati Magufuli aliwahi kusema, kati ya wanawake niliowateua kwenye nafasi mbalimbali hawajaniangusha. Hii inadhihirisha kwamba wanawake wanafanya vizuri yeah. Lakini tunao wanawake ambao kweli wameonyesha misimamo na wamefanya vitu ambavyo vinaonekana yani ni, mimi leo kija kwangu kaniambia leo hii tunapozungumza masuala ya usawa kijinsia, yani huwezi kuacha kuwazungumzia kina Getrude Mongela, huwezi kuwazungumzia wanawake ambao wamepita nafasi mbalimbali akina ana Abdala lakini kuna, kina Mama Ana Makinda. Yes, wamefanya vitu vingi vizuri hmm sana lakini hii haimaanishi kwamba wanawake wote walioka kwenye hizi position wamefanya vizuri sana. Hapana, ninachomaanisha ni nini? Pamoja na kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa tunahitaji wanawake wachukue nafasi, wafanye walete mabadiliko, kwa maana ya mitazamo kwenye jamii, lakini tunataka wanawake ambao kweli jamii naona hawa wanaweza kuleta matokeo chanya. Unachomaanisha ni kwamba wanawake wapo katika nafasi za, za uongozi, yes. Wanawake wanashiriki katika uchaguzi, yes. Kwa uh, minajili ya kupiga kura, yes. Lakini ni wanawake wa aina gani sasa ambao tunawahitaji eh, kutekeleza ajenda za kuleta mabadiliko katika jamii zetu. Pengine ni sifa zipi ambazo tunaweza kuziangalia kwa mwanamke huyu. Okay. Mwanamke ambaye mimi ningetamani mm, kumsikia au anasema mimi ni rais au mimi ni kiongozi mm. Natamani mwanamke ambaye kwanza anatazama maswala kwa mlengo wa kijinsia, kwa maana kwamba anaangalia kwa masilahi ya walio wengi, yaani, okay. Haendi pale sijui kwa sababu ya mfumo au ni nini, akawa anatazama chama changu kitasema nini. Atazame wanawake wanapata changamoto zipi kwenye jamii? mm. Na ni njia ipi naweza nikawasaidia hawa wanawake wakaondoka, lakini sio tu kuwasaidia kwa wakati mimi nipo, atengeneze na mfumo ambao utafanya hata kama yeye hayupo, wale wanawake walioko kule vijijini na Njilinji, Makete, Bulongwa, wapi mm. waone matokeo ya yeye kuwepo pale Riroda, Babati vijijini, yes, kule ambako wakati mwingine hata redio ukiweka isikiki vizuri mm. tuone wanawake wakisema, okay sasa, tuna mwanamke mwenzetu ambaye amechukua nafasi na analeta mabadiliko kwetu. Kwako wewe, umejaribu kututajia kwa wao TGNP yes, lakini pengine hili linaweza likawa ni maoni ya kwake binafsi mm. Umejaribu kutuambia baadhi ya wanawake ambao waliwahi kushika wadhifa ama nyadhifa katika nyakati mbalimbali mbali, na namna ambavyo wamefanya vizuri. Kwa mfano katika hilo nikikuuliza kwa bara la Afrika labda kwa tuchukule tu kwa, kwa bara la Afrika ni, ni, ni, ni nani ambaye unaweza ukasema kwamba mimi nikimtazama huyu anaweza akawa ni rejea nzuri ya namna ambavyo ameweza kuleta mapinduzi katika eneo fulani kiasi ambacho tunaweza tukamchukua huyu na kutazama kile ambacho alichokifanya kama mikakati na vitu vingine, na tukatumia kwa ajili ya kupiga hatua mbele. Mm, nikisema pengine naweza nikasema nikaonekana, nika, nika, nika, nika labda kwa wakati huu napiga na, na kampeni ni whatever, lakini kitu ninachokusema, labda nizungumza watu ambao wako nje ya mfumo nikimchukua um, dada yetu labda akina akina Helen Kijo Bisimba mfano niwazungumza mm, ambao mm, wako nje mm, ya mfumo. Mm, mm. Mama yetu. Yes, mama yetu yule ni mtu ambaye yani, hata akizungumza unaweza ukaelewa nazungumza nini mm. Lakini kama nilivyotoka kumzungumza dada Gertrude Mongela tumeona jinsi ambavyo walifanya vitu vikubwa na vizuri na, na, na, na hata akiingia kwenye jamii yani, akisimama kusimamia hoja unamsikia anazungumza nini naogopa sana kuwazungumzia wanasiasa kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona kwamba huyu kiu yake ni hapa, lakini kwa sababu ya mifumo mbalimbali inamvuta mbali mm. ashindwe kuzungumza vile vitu vitu ambavyo ambavyo au kufanya vitu ambavyo pengine vingeleta matokeo chanya. Nazungumza wale ambao wako nje ya mfumo, lakini hata kipindi ambacho tulikuwa na watu wako kwenye mfumo tulikuwa na yule, na yule dada ambaye alikuwa, alikuwa katibu wa wa umoja Mataifa, nakuta nani yule? anaitwa Asha Rose, yes, Asha Rose Migiro. Walifanya vizuri, walifanya mm. vizuri sana sana, ni watu wa kuigwa na nafikiri, uh, kuna, kuna haja ya, ya kuwa na na, na, na na vilinge, pengine wale watu ambao waliwahi kufanya vizuri, namna ya kuwakutanisha na wanasiasa wanaoibuka, mm. kuwatengeneza, kuwaivisha. Tuache yale majukwaa ya kwenye vyama, kwamba tunamtengeneza kwenye chama, lakini yale majukwaa ya jumla ambapo tutakutana na wanawake au wasichana au wavulana ambao watakuwa yani yeye mambo ya chama hayapo, lakini anatamani au anawiwa kuwa kiongozi pengine hata akija kuingia huko awe na mtazamo ambao hauna bias yani hauna, hau, haubagui. Lakini yeye anasimama kwa ajili ya vijana anasimama kwa ajili ya wanawake anasimama kwa ajili ya Tanzania. Hivyo TGNP mnatamani kuwa na viongozi wanawake wa aina hiyo. E, kuna kundi la vijana wa kiume mm -hmm na ni miongoni mwa makundi ambayo yanatakiwa kuongezewa uangalizi wa hali ya juu, kuanzia watoto wa kiume mpaka vijana wa kiume. Tumeishi kwenye mfumo dume kwa miaka mingi, lakini sasa e, hatutouona mfumo dume hapo mbeleni kutokana na hasa kulegalega kwa maadili e, kwa, kwa kuondoka mfumo dume, lakini ku, maadili kudh, kudhoofika hasa kwa vijana na watoto wa kiume mnadhani, tukipata hao wanawake wataweza kuongelea na jinsia hii ya kiume ama tunahitaji wanawake ambao wataongelea jinsia kike? Um, tu, labda tuzungumze, nizungumze hivi, tunapozungumzia masuala ya kijinsia mm, hatuzungumzi masuala ya wanawake Tunapozungumzia masuala ya kijinsia tunazungumzia masuala ambayo yanahusisha jamii yote, kwa sababu unapokuja kwenye tafsiri ya jinsia tunasema ni, mi, ni, ni, ni, ni, ni mfumo au ni, ni, ni, ni namna ambavyo jamii fulani imeamua kuishi kwa mtindo huo kwa hiyo tunazungumza wanawake, wanaume, vijana wa kike, vijana wa kiume, watu wanaoishi na ulemavu, watu wanaoishi na magonjwa ambayo pengine hayaambukizi au magonjwa sugu, lakini tunazungumza makundi ya ya, ya wanawake wajawazito, yaani tunakwenda kijinsia, tunakwenda makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumza mwanamke ambaye atakuja sasa hivi, hatutamani ambaye atazungumzia wanawake tu au wasichana tu mm. Azungumze mm, na changamoto za watoto kwa ujumla wake, kwa maana watoto wa kike na watoto wa kiume, lakini pengine aende zaidi, aende beyond kwa maana ya malezi. Turudi ha, azungumze habari ya utamaduni wetu. Unajua changamoto tuliokuwa nayo sasa hivi sio swala la wanawake na wanaume, ni swala la jamii na mfumo tulikuwa tumejifungia kwenye mfumo ambao tunasema ni mfumo dume. Sasa hivi tunabomoa, tuna mfumo dume, lakini tuna changamoto kubwa la swala la mfumo wa teknolojia, unaona. Utandawazi umekuja umekuwa ukibomoa hata vile vitu vyetu vizuri tulivyokuwa navyo zamani, yes. zamani tulikuwa na utaratibu kwamba jioni naweza nikakaa na bibi na babu akanipigia hadithi. ile hadithi kawa na maana ambayo wakati mwingine sio elimu ya moja kwa moja lakini inanikuza, inaniandaa mimi kuwa baba mwema baadaye au mama mwema Siku hizi hadithi tunaziangalia kwenye tunaziangalia kwenye tv na kwenye sinema zetu, yes Azam Two Azam One ndipo ambapo tunaangalia, yes, yes. Hadithi, asante sana Hans ni, ni ajenda nzuri ambayo TGNP mnaibeba. E, eh, lakini swali liendelee kuwa pale pale kwamba ni mwanamke wa aina gani? yes. wanawake ambao wameshika nafasi kubwa za uongozi wapo na wana, wanafanya vizuri tukiwaona e, eh, lakini sasa tuangalie ni mwanamke wa aina gani ambaye tunamtaka katika nafasi gani. Karibu tena kwa mara nyingine. Tukishawapata hawa viongozi TGNP, msisite kuja kaja kutuambia kwamba kuna mwanamke mmemweka pale na yule atatuzingua. <laughs> Mkitualika tutakuja. <laughs>